Ili iweze kuwa na muonekano mzuri My project. wa set yuko makini, hiyo rangi nyeusi. Kwa nini unaweka rangi nyeusi? kwa uh, sababu kuna mambo mengi ambayo yamefikia hapa Mm. na ni yenye nguvu, kwa hiyo Black is power na mm. uh, tuna present power ya wahusika au ya mhusika ambaye ya uh. umemkuta hapa Ah. Musa na Razia wamekuja hapa, wamekuja kwa mtu ambaye pia si wa kawaida ah, mtu mtu mtu mtu mtu kawaida ambaye amejipita katika usiri mkubwa ah wa story okay. na jamii, katikati ya jamii okay. Kwa hiyo hii black tuna present power. Ndio maana tumetengeneza hii abstract ya uh, mchoro hmm. kwa sababu tunataka tu huyu mtu kila mtu ajifaini anapojua, lakini black ta present power aliyokuwa nayo Okay, sawa. Ili kazi ikawa hapo tunasubiri Rabia. Okay, naomba okay, okay. So okay. Okay, viatu naomba viatu vya msanii abalishwe viatu. Rabia yuko hapa.

Ah, sasa hivi tunatumia kamera chini. Yeah. Okay. Kwa, kwa yeah, hiyo mwanzo tulikuwa tunatumia drone. drone. drone? Okay. Nini tumetumia eh, ku establish nyumba ya Zora. Ah, okay. Yeah. Baada ya hapo tunakuja tutapiga tena wide ya chini, tutapiga mm, na shot zao za karibu close up na mid. Tayari tumeweza kuona uh, shot ya kwanza ambayo imechukuliwa kwa kutumia kamera kam aina ya drone ambapo hii iliweza kuonyesha kule uh, wasanii wetu walipokuwa wanatokea, lakini pia kuweza kuonyesha kwa, kwa, kwa uzuri nyumba ambayo wameweza kuingia kwa sasa hivi. Sasa tunaenda kupata uh, shots za kamera za kawaida sasa za chini, ili kuweza ku, kuona uh, waigizaji wetu wanaigizaje, lakini pia director jinsi ambavyo wana direct na kuweza kupata sasa uh, picha ya karibu ya waigizaji wetu And... And action. Yeah. Nani pia tutachezea hapo, twende tuipiki, tumeelekezwa na officer ah, yeah. uh, twende twende chapu, tutoke, tutoke tuingie. And action. ya yeah, ndadala kushuti sini ya Zora, sasa ndo anaanza kutoa msaada kwa kwa Musa yeah. wao atakuwa anamfanyia first aid na Sosya pia watajielezea nini yeah. kingine wanakihitaji kutoka